Zamani sana kabla ya wanyama wa misituni kugawanyika kwa hofu na hila, simba na chui walikuwa marafiki wakubwa. Walishirikiana kila jambo, kuindana, kulala pamoja chini ya mti wa mkuyu mkubwa uliokuwa katikati ya msitu. Hata walikuwa wakicheza na watoto wa kila mmoja. Hakika msitu wote uliamini kuwa uhusiano wao hauwezi kuvurugika. Lakini penye jua hapakosi kivuli. Siku moja palikuwepo na msimu wa kiangazi wa ajabu. Mvua haikunyesha kwa miezi mingi, mito ikakauka, na wanyama wengi wakaanza kuhama kutoka msituni wakitafuta maji na chakula. Simba na chui waliamua kubaki, wakiamini kuwa msitu wao hautawatelekeza. Lakini njaa ilipoanza kuwa kali, urafiki wao ukawekwa mtihani. Ilianza kwa jambo moja tu dogo. Simba alipowinda swala mmoja mchanga alimficha kwenye pango lake kwa matumaini ya kula usiku akiwa peke yake, lakini chui alimfuata kimya kimya, akavizia. Na usiku ule ule, alipoona simba amelala, akamchukua swala yule na kumpeleka kwa watoto wake waliokuwa wakilia njaa. Asubuhi simba alipoamka alikasirika sana, alimvamia chui kwa ghadhabu na hasira. Alisema, kwa nini umeiba mlo wangu? Je, urafiki wetu una maana gani kama hutoheshimu kazi yangu? Lakini chui hakutetereka na alisema, tulishirikiana kila kitu, sasa kwa sababu ni chakula unataka kunifukuza? Je, watoto wangu wafe njaa wakati wewe unalala na tumbo limejaa? Mzozo ukazidi, walianza kurushiana maneno, wakafufua makosa ya zamani. Simba alimkumbusha chui siku aliposababisha ndovu kuwakimbiza kwa kufanya mzaha wa kipuuzi. Chui akamkumbusha simba siku aliyotaka kuchukua wake wa wanyama wengine kama wake binafsi. Lakini hasira ya kweli ilikuja pale chui aliposema, siku zote umejiona mfalme kwa sababu ya manyoya yako na mgurumo, lakini hutawala kwa hekima, unatawala kwa hofu. Msitu huu ungekuwa bora bila wewe. Simba alikurupuka. Kwa mara ya kwanza marafiki wawili hao wakarushiana makucha. Vita yao ilikuwa ya kutisha sana. Miti iling'oka ndege wakakimbia, hata nyoka walijificha mashimoni mwao. Na walipochoka walikuwa na makovu wasioonekana nje tu, bali moyoni pia. Tangu siku hiyo uadui wa simba na chui ukawa moto na kifuu, hauzimiki kirahisi. Kila mmoja aliapa kutomwamini mwenzake tena. Simba akawa mkali na mwenye wivu akiwafukuza wanyama waliowahi kumkaribia chui. Chui naye akajifunza kuwa mwizi mjanja, mviziaji wa usiku na mchora mipango ya kulipiza kisasi. Wanyama wengine wa msituni wakaanza kuwa waoga. Msitu kagawanyika pande za simba na pande za chui. Watoto wa wanyama wakaanza kuuliza, kwa nini simba na chui wanachukiana hivi? Na jibu likawa kwa sababu ya jambo ambalo lingeweza kusamehewa tu lakini walichagua kulipa kisasi. Lakini kuna unabii wa kale ulioandikwa juu ya jiwe lililojificha ndani ya pango la kale, ni kwamba siku simba na chui watakapoangalia kivuli chao na kuona sura ya pili, ndipo msitu utarejea kuwa na amani. Mpaka leo, kivuli cha uadui bado kinaficha msitu na simba na chui, ingawa sasa kizazi chao kimeenea kote